IOTV Entertainment leo iko hapa GSM Mall Pugu Road ambapo Diamond Platnumz anazindua rasmi perfume yake ya Chibu perfume. It's been a long time tangu ameanza kuongea kuhusu kuzindua perfume yake lakini leo ndio official date ambayo anazindua perfume yake. Kuna vitu vingi vya kufahamu kuhusiana na perfume ya Chibu Dangote. I mean, Chibu of course, Chibu perfume. Kwa hiyo, kana mimi you get all that exclusively on IOTV Entertainment. Kwanza kabisa kikweli mimi nashukuru sana sana sana sana nashukuru wote mmefika. Nashukuru wadau, nashukuru vyombo vya habari, nashukuru mashabiki na watu mbalimbali. Ah, uh, wetu maalum siku leo ni kuja kuilaunch rasmi. Kuilaunch rasmi parfumia, perfume ya Chibu perfume. Ambapo mimi nitakuwa ni perfume ya kwanza kwa mwanamuziki wa Kitanzania kuitoa. Kwa haikuwa kitu kiasi kidogo kigumu kwa sababu kama inavyo kujulikana kama imeaminika kama wa Tanzania hapa tuwezi kufanya vitu vyetu na vitu kama hivyo. So ile wazo ilitokea tangia mwaka juzi, nafikiri hata tukaanza kushirikana nao tangia mwaka jana mwishoni na mwaka jana mwishoni na no, mwaka jana mwanzoni. Mwaka juzi mwishoni paka kuja mwaka jana paka kufikia hapa leo imechukua karibu ni mwaka mmoja na kitu eh. Ya yeah. Lakini nafikiri mbali ya kwamba tu kutoa Chibu Perfume eti kusema kama bidhaa lakini ilikuwa ni niku kuinspire vijana wenzangu na Watanzania wenzangu kuonesha kwamba tukifanya basi, tutengeneza mazingira ya Watanzania wengine na wasanii wengine na wadau wengine wanaweza kufanya vitu vyao na kesho na kesho kutwa tukao na vitu vyetu kutoka Tanzania vikao vina ubora na pengine labda kutengeneza ajira mbalimbali mbali ndogo ndogo kwa watu tofauti, lakini kuingiza pato pia katika serikali. Uh, perfume ya Chibu Perfume uh, tuna tunaitoa asili yake kutoka Dubai kwa sababu tunaamini Dubai ndo, unajua manukato, tunaamini yanakuaga chombo yenyewe kabisa na na tulivyotengeneza ni kwamba, anaweza akatumia mwanamke, anaweza akatumia mwanaume, anaweza yani ni kwa kila mtu kutumia, ijapokuwa imeonekana tumebezi kidogo, asilimia kama 60 kwa mwanaume, kwa sababu ikianza kutoka perfume ya Chibu afu ikawa ya kike kidogo hapo. Eh, e, na uto wangu na ombi langu kwa, kwa wadau wote nafikiri kuhusiana na bei labda nitamwacha Mendes azungumzie, tunasubiria <laughs> hapo. Tunasubilia azungumze, lakini mimi ombi langu kubwa ni ombi ni kwamba baada ya kutusapoti, kwa sababu namini kipata support kubwa iti kwanza kabisa itatengeneza ajira kwa sababu ili Chibu perfume iweze kufanya kazi lazima kuwa kuna vijana wa Kitanzania ambao wapewe ajira. Ina maana tafuta watu wa marketing kutoka Tanzania, watafute watu ambao wa wanao Unajua, kila baadhi ya bidhaa zinakuwa zina magari ya kusambaza vitu, kwa maana itaongeza ajira, na kupitia labda sanaa ya muziki katengeneza kitu ambacho kitatengeneza riziki mbili tatu katika familia zetu. Bwana Mendes azungumze mawili matatu, namna gani inaweza kupatikana, inapatikana maduka gani na kiasi gani? Asante sana kijana, hongera kwanza kabisa <coughs> <coughs> ya jamaa size jamani, ah, Chibu Perfume leo tunaziachia na kwa sasa hivi zinapatikana maduka yote katika Moria GSM Mall hapa kote, mnapaona zinapatikana kwa bei ya laki moja na elfu tano ambayo hiyo bei halali kabisa rejareja reja. Na maduka mengine GSM Msasani Mall Mlimani um, City katika maduka ya Splash, Cotfield na Baby Shop na tushafikisha Dodoma nadhani ndani ya muda mchache tutatangaza uh, duka la Dodoma, ambayo itapatikana kwa filimu hizo na Zanzibar kwa kesho zitakuwa zinapatikana. Pia Mwanza nazo zimefikishwa leo kwa kesho nao pia uh, Kwa hiyo bei ni laki moja na elfu tano ila unaweza kuwasiliana na namba ambazo zinazopatikana na mitanda, katika mitandao na tutaweza kuzitoa hapa na email, ambazo kwa wale wa mikoani ambao wanataka kununua kwa jumla kuna bei za jumla vilevile, mnaweza kufika GSM hapa hapa mkauziwa kwa, kwa bei ya, ya jumla na kuweza kuuza sehemu zingine ambazo zinahitaji kupatikana. Kwa hiyo GSM ni distributi ambayo kwa reja reja na kwa jumla. Kwa sasa hivi nakupeni bei ya reja reja ni laki moja na elfu tano na, na kwenye mashirika ya ndege kwa wale wanaosafiri, tunamaliziana na baadhi ya mashirika ya ndege kama Kenya Airways, Emirates na Air Tanzania, na Tanzania. Pindi watapotoa katalogi zao mpya, ndio perfume nayo itapatikana katika mashirika ya ndege ambayo yanaenda. Na kingine nilikuwa nataka kuongezea kuwa tunaomba support yenu, perfume kwa mara ya kwanza hapa ya kitanzania ambayo inakuja. Labda labda tupulizie kidogo, mpate harufu yake kidogo. Najua kwenye kamera haiwezi kutokea, lakini kwa maeneo ya huku naweza nikapulizia na huku Nadhani kidogo kwenye kamera inakwatapita kidogo kitagaza, kwa hiyo nadhani kwa sasa hivi mnaweza, ujumbe umefika. laki moja na elfu tano perfume kwao, tunashukuru sana, labda kama kuna lolote la nyongeza kwa... kazi, kazi yetu kidogo mtasamamia mta, kidogo pesa leo inaenda kiujana ki kidogo, kwa sababu watu wenyewe tena watu kutoka kwenye mziki na hatuna professionalism kubwa kwa tunajitahidi kuongea kadri ya uwezo wetu kutia uhekima wana uh, watu wanataka, watu wanaotaka wanaweza kidogo watu kununua kwanza, sasa hivi wanaotaka, zinapatikana hapa katika maduka yote GSM. Uh, ah, yeah, zinapatikana Mlimani City tali na uh, uh, chingine nilichotaka uh, kuambia watu ni kwamba duka lolote linaruhusiwa kutaka kuuza hizi perfume lakini, wakitaka jumla jumla, kuna namba maalum wanaweza kufika hapa GSM na GSM yote wakanunua mzigo wa jumla, na jukumu letu kama sisi tuhakikishe kila mtu atakuwa support kufanya promotion ili watanzania uh, habari iwafikie kitu ambacho, kikweli kabisa, ningependa niwashauri uh, vijana wenzangu na wasanii. Nafikiri tutumie umaarufu uh, wetu katika sehemu chanya. Yani chanya kwa maana kwamba isiwe basi umaarufu au influence tuliyopata tukaitumia katika mambo ambayo hayana maana na haleti tija katika jamii. Ushauri kwa mfano mimi mtu ambaye sometimes haiziipendaki kusubiri kitu timpaka wanasiasa wafanye, lakini hata mimi kama msanii, kama kitu naweza kukifanya, basi niko lazima nikifanya ili kuonesha kwamba unaweza kwa msanii lakini ukafanya kitu ambacho kinaleta tija katika jamii. Mfano mwaka huu uh, tuna kabla mwaka huu kuisha, tunatengeneza uh, uh, kampeni ambayo itakuwa tunachangia, tunataka tujenge msikiti hapa Dar es Salaam, kujenga msikiti uh, Mwanza na msikiti mwingine uh, Mtwara ushaisha, Morogoro ushaisha, mkoa mwingine. Ina maana mimi na timu yangu tunamwona kufanya hivyo, lakini kuna wengine pengine wanataka kufanya, lakini labda mtu anaila kiwanja anaila kufanya kitu fulani kwa, ina maana kwa pamoja kutumia funds zangu kwa maana tuwajenga msikiti huu tujengeni. Bali na hivyo pia tuko tuna project ambayo tunafanya sasa hivi ya kuhakikisha Tandale ambapo nimekulia atengeza hospitali hospitali ambayo itakuwa ina gharama nafuu pengine kuliko hata ya kiserikali, kwa sababu mimi nimetokea kule na kupitia wadau mbalimbali, wanatamani mbali mbali mbali kufanya misaada na kadhalika, basi hospitali ile wakazi wa pale Tandale itawasaidia kiwaraka, na kwa sababu tumesafiri tume, tumekutana na wadau mbalimbali ambao wako ready kuinvest vitu ambavyo vinaweza vinafanya suluhisho ya magonjwa mbalimbali mfano <tos> <tos> Ya, kwa mfano kuna watu wengine ikitokea magonjwa ya moyo labda anaenda India, asa magonjwa ya moyo, lakini mtu ambaye tumekutana naye na mtu ambaye ana vifaa vyake Marekani huko, radhi anaweza kaja akavieka Tanzania kuinvest Tanzania, Tanzania. Basi watu wako, baadhi ya magonjwa anaenda India yakatibiwa papa. Sio na maana kutumia influence zetu katika vitu ambavyo chanya, ili kesho na kesho kutwa Mungu anapotuliza, kama wewe nilikujalia kupata maarufu, ulitumia katika kitu gani katika jamii? So ndio kitu kama hicho. Ngoja na maswali nitasimamishwa, kwa sababu kuna kitu kimoja tunazungumzaga kwa mteja mfalme. Kuna mwanadada mmoja, mama yetu, dada yetu, anataka kumwunga mkono Nasibu kwa kununua perfume ya kwanza. Karibu dada. Kwa kifupi, wananua perfume watu wawili hapo. Wateja wengine mnaruhusiwa, mtu yote atakunua na ruhusiwa, sababu mteja mfalme. Aisha I told you, right? Huyo alikuwa ni Diamond Platnumz kuhusu pia perfume yake ya Chibu Perfume. Usiache kukaa karibu na Millard Ayo, usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Millard Ayo ili kuzipata story kama hizi na nyingine kali zaidi. Lakini pia unaweza kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. Feel free kupita millardayo.com kwa story kama hizi na kwa urefu zaidi. By the way, unaweza kukaa karibu na kurasa za Millard Ayo kwenye Instagram, Facebook, Twitter na Periscope, and of course, Snapchat. Mimi naitwa Asteria Mvungi, asante.